Mashindano haya yanakuwa chini ya wizara tatu ambazo zinasimamia ya mashindano na wizara ya TAMISEMI na wizara ya elimu na wizara ya michezo yanakuwa na wizara hizo. Kwa hiyo yanakuwa yanasimamiwa na wizara hizo tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano haya katika ngazi ya mkoa wako yanashirikisha jumla ya wanamichezo mia tisa arobaini ambao wanatoka katika halmashauri zote nane kama nilivyosema wa michezo, walimu wa michezo tuna walezi, tunao madaktari ambao jumla yao ni 97 Hawa wana michezo 940 wana michezo wa kiume ama wavulana ni 459 na wasichana ni 481 na, na, na kwa, kwa walimu pamoja na walezi na madaktari niliposema wako 97 lakini kati yao wa kiume ni 78 na 19 ni wanawake. Ndugu ngeni rasmi katika mashindano haya washindi wa wana wao wanazawadiwa zawadi mbalimbali, hivyo wanatabora, tunataka kutengeneza timu ambayo italeta ushindani mkubwa na, na kutoa vikombe vya michezo mbalimbali na, na medali katika michezo ya riadha. Na kwa bahati nzuri mkoa wako Mheshimiwa mgeni rasmi wa Tabora, tuna rekodi nzuri sana katika mashindano haya ambapo kwa miaka mitano mfululizo hatujawahi ndani ya kumi bora na kwa mwaka jana 2024 tulikuwa washindi wa pili kitaifa kwa michezo yote ya UMITASHUMTA, kwa maana ya shule za msingi na UMISETA, kwa maana ya shule za sekondari. Watoto wawe ni wenye umri husika wanake, pia saa zingine huwa kuna udanganyifu. Watoto wawe chini ya miaka 14. Nafikiri sasa, wengine usije ukatuletea mtoto hapa ameota ndevu akaja kuwanyanyasa wenzake hapa. Kwa hiyo jitahidini, kigezo hicho mkizingatie tupate mtoto kweli tunayemhitaji chini ya miaka kumi na nne, ili aweze kulelewa kwa kipaji chake hicho kipa alichonacho. Silee mtu mzee mzima hapa ana miaka ishirini, sisi tunafikiri si ana miaka kumi na mbili, tutakuwa tumefanya makosa makubwa sana. Tutende haki, tuwa wazalendo mtoto mwenye haki, basi haki yake tumpatie. Lakini wakati huo huo, tukijua ni watoto wanaweza kukosea kwa namna moja ama nyingine, tuwatendee haki, tuendelee kuwalea tukijua ni watoto bado wanakuwa katika makuzi hayo. Ni makuzi ya kuuzi, lakini sisi ni wazazi. Kama ulivyo na watoto wako pale nyumbani, basi tuwalee kwa misingi iliyo bora. Mwisho niendelee kuwashukuru tena kwa utulivu wenu, niwaombe kuendelea kulijenga taifa kwa moyo safi kupitia michezo. Sasa ninatamka rasmi kuwa mashindano ya UMITASHUMITA na UMISETA ngazi ya mkoa mwaka 2025 nimeyafungua rasmi, chini ya kauli mbiu viongozi bora ni msingi wa maendeleo ya taaluma, sanaa na michezo, shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu.